Ripoti zinasema wasuluhishi wa mazungumzo hayo ya Doha wamewasilisha pendekezo hilo kwa kila upande na kutakiwa kushauriana miongoni mwao kabla ya kurejesha. Hata hivyo, undani wa mkataba huu haujawekwa wazi. Hii inakuja baada ya pande zote kuripotiwa kushiriki kwenye mazungumzo ya hivi punde na kujadili maswala yanayosababisha mzozo huo. Aidha, ripoti zinasema mazungumzo yanayokuja yatakuwa muhimu sana kwa pande zote mbili yanayo lenga kutatua tofauti zinazosalia katika majadiliano hayo yanayosimamiwa na Marekani pamoja na Umoja wa Afrika. Au wakati hayo ya kijiri Rwanda inayoshutumiwa kuwaunga mkono waasi wa, wa M23 Mwezi Mei ilieleza kuwa mkataba kati yake na DRC kusaidia kumaliza mzozo huo utasainiwa katikati ya mwezi huu wa Juni, jijini Washington DC. Mjumbe maalum wa Marekani barani Afrika, Masad Bulos, naye pia siku kadhaa zilizopita alisema alikuwa amepokea rasimu ya mkataba wa amani kati ya Rwanda na DRC.